Iko barabara bara ambayo inaunganisha majimbo matatu. Majimbo mangapi? Jimbo la Katoro, jimbo la Busanda na jimbo la Nyang'wale. Inapita Msasa, inapita kata ya Busanda, inaingia Nyakamwaga, inapinya mpaka Nyarwanzaja, hiyo inakwenda Nyamalimbe, inakwenda kuigusa Kamena. Kabla ya kufika Nyamalimbe, inaingia Nyamigogo, inaenda kutunganisha na Nyang'wale. Hiyo ni barabara ya Mangombe. Chama cha Mapinduzi kinawafikiria, ndio maana kikaleta ilani bora ambayo wajumbe hawa na waneki wetu wameipitisha kwa ajili ya maendeleo yenu. CCM oye! Sasa ilani hii imerudia tena, ilani imesema hivi: itajenga hospitali za hadhi ya wilaya ngapi? Itajenga hospitali ya hadhi ya wilaya ngapi? kwenye kujenga hospitali moja itajengwa katika kata ya Nyarugusu CCM. Sasa, kwa kuwa barabara zote zinapitika na hospitali ya hadhi ya Wilaya inajengwa hapo, zinabaki barabara ndogo ndogo ambazo tutasaidiana mimi na madiwani kwenda kuziomba halmashauri na kuomba diwani Samata hata kabla tuja kwenda almashauri naomba barabara ya kutoka Nyarugusu kwenda Nyabulolo, tushirikiane mimi na wewe, nikatafute mafuta, tukaombe vifaa, tuirekebishe. wakati tukijenga hospitali hapa Nyarugusu ya hadhi ya wilaya, wakati tukijenga hospitali ya hadhi ya wilaya kuhudumia watu wetu hapa Nyarugusu, diwani Samata na mimi tuitoboe njia Nyabulolo, ili wale watu wote wa Nyaruanzaja na, na Nyamarimbe, Nyabulolo penyewe busanda na Nyakamwaga waje kwa lami, watibiwe hapa kwenye hospitali ya hadhi ya wilaya Nyarugusu. Rais tulie naye ni msikivu, anajua kilio cha wananchi wa Busanda na wananchi wa Katoro. Kazi kubwa mlionayo ninyi ni kuhakikisha mnatengeneza mazingira mazuri kwa watu waliowapa nafasi hii, ili makusanyo yaongezeke, yatupe sisi krediti ya kwenda kuanzisha halmashauri. Lakini niwape sini moja Safari moja inaanzisha nyingine, ndio maana mpaka leo tunavyoongea, tumekwishapewa hospitali ya wilaya ya jimbo la Katoro na Busanda, imejengwa Katoro. Kwa hiyo kama tumepewa hospitali ya wilaya, tuamini na halmashauri inakuja. Kazi ya watu wa madiwani tulionao sasa hivi ni kwenda kuzungumza, kwenda kuikumbusha serikali kwamba watu wa Busanda wametutuma kupata halmashauri, tupunguze safari za watu wa kutoka Shahende, kutoka Mande, kutoka Nyamalimbe kwenda kufata huduma za halmashauri kule na Leinzela.